Baadhi ya sehemu za mji wetu. Basi Mwenyezi Mungu afanye hatua zenu hizo ndio ni dafa albala ya mji wetu wa Singida, lakini pia na nchi yetu ya Tanzania. Mwenyezi Mungu aihifadhi nchi yetu ya Tanzania kutokana na shari tusizozijua, lakini Mwenyezi Mungu tuhifadhi wakazi wa mkoa wa Singida na shari tusizozijua na maradhi tusiyoyajua. Mwenyezi Mungu abadilishe mji wetu uzidi kuwa na neema kuliko hii ambayo neema tuliokuwa nayo kupitia zafa hii na adhkari mbalimbali mlizozisoma, basi ziwe ni shifaa katika majumba yetu, katika kazi zetu, kwa wagonjwa wetu na wenye matatizo yao, Mwenyezi Mungu awasahilishie mambo yao. Lakini kipekee kabisa kupitia mujtamaa na hadhara hii, Mwenyezi Mungu tunamuomba amuimarishe, ampe afya, ampe siha iliyo barabara, ampe fikra zilizo sahihi, ampandishe daraja Shekhe wetu mlezi wetu wa tarikatul qadiria, Shekhe Isa Ramadhani Simba lakini pia walimu wote wa mkoa huu wa Singida, Mwenyezi Mungu awape siha awape nguvu ya kuweza kusimamia masala mbalimbali mbali ya dini zetu. Mwenyezi Mungu atupe taufiki, Mwenyezi Mungu atupe mahaba kama ilivyotangulizwa sisi na mtume mtume na sisi, na kifo chetu basi kitutanguliwe na kalima ya la ilaha ila Allah Muhammad Rasulullah, na Mwenyezi Mungu atufufue pamoja na mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasalama. Na uchaguzi wetu unaokuja katika nchi yetu ya Tanzania, kuanzia madiwani wabunge na rais, na basi Mwenyezi Mungu aujalie uwe na salama usiwe na mikwara, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala awadhibiti kila aliye muovu wa nchi hii. Mwenyezi Mungu amsalitishe kwa namna ambavyo atakavyoweza, kwa sababu nchi yetu ya Tanzania tumezoea, tunapenda amani tumefanya zafa kupitia amani, tumerukaruka mabarabarani kwa sababu ya amani tulionayo. Hatuna haja na mitutu na wachochezi wote wanaotaka kuchochea nchi hii, Mwenyezi Mungu awasalitishie anayeweza kuwasalitishia. Baada ya kusema haya kalima aya, nasaha inaletwa kwenu na a Daktari Uthman kwa mujibu ya maelekezi ya Shekhe ali bin Khamis Ngeruko, ambaye ndiye mgeni rasmi katika hadhara hii. Kwa muda mchache, niwaombeni basi mwe watulivu na tumsikilize, halafu tutafanya dua ya kutawanyika insha Allah. Vali atafanga, haiwezekani watu wote hawa na hijabu zao, niqabu zao, kanzu zao waache mambo yao kwa ajili ya Mtume Muhammad, alafu eti wasipate chochote. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwanza anakataa umma wake kukusanyika, alafu wasipate jambo lolote, au wakakusanyikia katika jambo ambalo halina maana. Mtume anasema, la tajtamiu ummati ala dalala, umma wangu. Tena ame amewadhifisha naye Mtume sallallahu alayhi wasallam, idafa ya nani hii? Ya Mtume Muhammad, la tajtami'u ummati. Kwa nini akusema la tajtami'u umma, akusema wala tajtami'u umma, kasema la tajtami'u ummati ala dalala. Wallahi nishe kusema watu wa Singida, watu wa Singida, wa muridi wa Singida, makhalifa wa Singida, viongozi wa Singida, wallahi hamwezi kupata tabu madamu mnaye mada mtume Muhammad. Mtume ndio kila kitu, mtume ndio kila kitu. waman takum bi rasulillahi nusratuhu

Mefurahi, nimejikuta mwaka jana Sheikh Simba aliponialika nikapata dharura sikuja, basi nimekosa mambo mengi sana. juzita khairan wa kufita sharran wa zubita thayyibatin wa abkara hey, Mungu akupe hapo e, ndio hivi ndio hivi inavyotakiwa. Mapenzi ya mtume sallallahu, yani kama kuchizika tuchizike na Mtume Muhammad kama kuchizika na nani jamani, na Mtume Muhammad Kazi hii tunayoifanya ya kumuadhimisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula tani sharra Allahumma salli ala sayyidina. Mapenzi ya Mtume Muhammad, mapenzi ya Mtume Muhammad, yote hayo bila mapenzi ya Mtume Muhammad, watu hawezi kufanya mambo haya. Ndugu zangu, wallahi nilikosa mwaka uliopita. Wallahi mkusanyiko huu huu, hapana, hapana, hapana! Mtume anasema hawakusanyiki watu wa 40 isipokuwa katika kila 40 kuna walii huyu. Kuna wangapi hapa? Kuna wangapi hapa? na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kama mkusanyiko ukiwa hauna walii hata mmoja, ule mkusanyiko wao Allah subhanahu wa ta'ala anaugeuza unakuwa walii ala Nabi Muhammad, tunataka nini tena? Huu um mkusanyiko ndio walii wetu huyu. Kama hayupo mwenye sifa, basi huu um mkusanyiko wetu ndio walii. Na nakosekanaje walii wakati tunaona athari za mahabbatillahi taala, mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Wallahi Shekh Simba, nizungumze jambo moja hili, siyo tazkia wala mujarrada madhin hili nah. linatoka katika moyo wangu nah. Sheikh Simba Mwenyezi Mungu anakupenda nah. wewe pamoja na wenzako wote, Mwenyezi Mungu anafanya nini mtume nah. sallallahu alayhi wasallam nah. anasema inna Allaha idha ahabba abdan nada Jibril nah. Allah subhanahu wa ta'ala anapompenda mja wake, basi anamwambia, anamwita Jibril, we Jibril, we emjo hey, Jibril, mimi nampenda mtu fulani faahibahu, na wewe Jibril mpende. Jibril kisha anaagizwa baada ya kumpenda watangazie malaika wenzako kuwa wewe unampenda na wao wampende. Jibril anawatangazia, thumma yudaalahu qabul fi lard. Hii qabul mlioipata wanaSingida chini ya jemedari shekhi wa mkoa na shekhi wa wilaya Heh, Simba wallahi, hii ni alama madhharu min madhahiri alqabul min Allah. Hii ni ishara ya kabuli Mwenyezi Mungu, mnalolifanya ameliwekea baraka zake. Mimi naitwa Isa Ramadhani Simba, ni Sheikh wa wilaya, lakini pia ni mlezi wa tarika mkoa wa Singida, na leo ndio hadhara pekee ya kitarika mkoa wa Singida tumefanya zafa leo na maana ya zafa maana yake ni kumtangaza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini kuonesha umoja wa Uislamu upendo juu ya mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini zafa ya mwaka huu Mwenyezi Mungu ameileta kipekee. Kwanza tumekuwa na ugeni mkubwa wa mashekhe wa wilaya karibu takriban wilaya kumi na tano, lakini na mashekhe kutoka sehemu mbalimbali kutoka Bakwata, chifukadhi naibu chifukadhi yuko hapa juu ya kuja kutuunga mkono kuhusu maulidi au hadhara ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini mwaka huu tulikuwa tumejiandaa juu ya kuandaa umma juu ya kuwa, ma, ma, ma, malezi makubwa juu ya maadili. Mwaka huu tumeandaa kuwaandaa wa, waislamu na wanatarika wote kuwa na maadili. Wa mkoa wa Singida, mmomonyoko ni umekuwa ni mkubwa, lakini tumetembea nyumba hadi nyumba tumetembea kivijiji hadi vijiji juu ya kuwahimiza wanatarika kuwa na mila na adabu za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumekuwa na mmomonyoko mkubwa sana. Kupitia maulidi hii na kupitia tarika hii tumeazimia, baada ya maulidi tutasimamisha kila nyumba maadili ya mtume wetu Muhammad. Kama unavyofahamu watu wa tarika watu wa mridi ni kuiandaa nafsi, watu kuacha mabaya na kutenda mema kujikurubisha sana kwa Mungu wao na mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwaka huu kabisa nembo pekee ambayo ya mtume wetu Muhammad, anasema mtume na sisi, sisi na mtume, tuwe na tabia njema za mtume wetu Muhammad sallallahu. Tabia ya kwanza nakuwa ni tabia nzuri ya maadili mema, watu wao wema, watoto wetu wakae katika maadili anayetaka yani Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi niwaombe ndugu zanguni, kupitia hadhara hii Waislamu wajitokeze nia na madhumuni kumwelekeza mtume, watu wamjue ndani ya moyo yao, sifa yake, tabia yake, mwenendo wake, lakini tuyashushe juu ya familia zetu, wake zetu, watoto wetu, tutakuwa tumefanikiwa. Sio watu wanalia, si wanampenda mtume, maadili si mema, mavazi si mema, tabia si njema. Maulidi haya hasa tumeandaa juu ya kumlea mtoto kwenye maadili ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juu ya kulea umma huu